<laughs> Haya tunaendelea mbele basi hapa utakumbuka mara ya mwisho Miss Dean alikutana na ndugu yake. Wakao wanapiga story pale, akiwa mlangoni pale. Sasa, mbona bi kaka unasema nini kwani? mm? Mambo mengine usiyaingilie. Haya usijue kwa kutwa umekutana na kijana huko mkorofi mkorofi. Mimi ndo ningekutambulisha kwa kijana mzuri ambaye mgeni. shi

Kwanza ukikutana naye naye unaweza hata ukajikojolea. Yuko vizuri kwenye kupambana eh. Eh, kidogo akaja pale mwamba mwenyewe aliyekuwa akiongelea. We naye vipi? Nini kimekuwa eh? We niache nawewe, huoni kama ananuka jasho? Akaingia hapo ni mchafu. Huyo ndo mwanaume ambaye ulikuwa unamsifia huko, bosi shao? Mmemwona Fu Hongxue eh? Nafikiri nilimwona akirudi leo mchana. Wewe Fu Hongxue njoo hapa. Tui shoto jo Ye Kai. Huyu mshenzi inakuaje? Sababu ganga chigai ya. Mbona anaonekana kama omba omba vile? Sasa angalia. Eh? Ta sasa kulingana na upepo. Sama husha huanda. Ta zimezima. Shito. Bosi shaka katoa maelekezo. Haya nini kinaendelea kuhusiana na nenzo ta? Tunjo tembo chao. Tulikuwa tunaongeza mafuta. Ai, tashashwachi da. Oya, mbona unakuwa uelewi wewe?

Lakini sasa ikiwa basi ujeni ndoto, Mimi nitaendelea kukusumbua hivyo hivyo. Hebu fungua mlango. Zoezi la kutafuta mafuta oh, mafuta bado lilikuwa linaendelea. Wewe, wewe kwa si unajua bosi Shaw ameniagiza mimi mafuta ya taa. Kule ndani watu angalia, watu waendelea kupiga tu. Sasa angalia, kunaanza kuagiza. Ghafla watu wakaanza kuuawa wa mule ndani <tipi> na mtu ambaye anaonekana kama anafanya hicho kitendo ni Fu Hongxue, watu waliuawa. Haya, Fu Hongxue anaua watu jamani! E, jamaa anaua watu, Fu Hongxue anaua watu. Sasa bosi Shao naye alikuwa kwenye kigari kile cha baskeli, haraka sana akatoka zake. Angalia, jamaa amepiga watu wote pale, ua kila mtu. E, wakati jamaa anageuka namna hii, kijana aliyekuwa ametumwa akaona kuna mtu mmoja anakimbia, anatoka upande ule haraka. Na mchizi ndo kwanza yuko busy, yani ha, hastop. Ndio kwanza yani kwamba ndo mapambano yameanza. Haya, basi ikawa ndio kama hivyo. Mapambano yakawa makali sana. Haya, wakati huu basi wako watu wengine ambao waliona ni kama wanashinda, wakawa wameondoka mbio, hasa huyu jamaa aliyetumwa. Sasa ameanza kuogopa, akasema, ah, jamani, fongshona huwa watu. Anapiga kelele kweli kweli. Laiti kama angalijua asinge hata tamani kurudi alikotoka, angekimbia moja kwa moja. Sasa angalia. Basi wakati huo Choenan yuko pale juu akiwa na Jin Mao. Wote wanashuhudia kinachoendelea. Taarifa ikaja kutoka kwa yule kijana, anaambiwa sasa kwamba Li Haimin, Fu Hongxue anaua watu. Huyu jamaa anawezaje kudhubutu kufanya hicho kitu mbele yetu sisi? Nimesikia kwamba huyu jamaa pia ana uwezo sana katika kupigana. Inawezaje ameua watu wote hawa peke yake? Inawezekana vipi sasa? Akimaliza kuua huko anaenda, akimaliza kuua huko anaenda huko. Nakumbuka alimwambia mama yake kwamba basi upanga wake utaua kila mtu. Wengi waliokuwa wamekuja kuhudhuria harusi waliuawa na miili yao Jengzo, na iko pale chini. Fu Hongxue basi alisifiwa sana na wengi kwamba upanga wake ni wa aina yake, na walitajwa wote waliouawa kutokea katika eh, madhehebu na watu wengine walikasirisha walikasiria, wakaanza kusema huyu Fu Hongxue yuko wapi? Ataweza kweli kuthubutu kurudi hapa? hmm. Wengi wakaamua wakubaliane kwamba wakimuona popote, wa bosi shao yuko pale ya kutia neno lolote. Hebu tuondoke, inaonekana Fu Hongxue sasa ndo wameanza ma ma ma mashambulizi chish... nilijua kwamba anamtafuta anamtafuta Ma Kongqun Sikudhani kama alikuwa anafikiria kuwaua wananchi wasiokuwa na hatia. Sasa kama tusipoangalia huyu jamaa pia atatudhuru na sisi. Lakini hata hivyo ukiangalia nguvu zetu si kubwa ya kumshinda. Jin Ma, webu nielewe na uniamini. Hebu nikuazime ikiwezekana. Kitambulisho chako kwa ajili ya kazi hii nataka na nifanye kwanza hiki kitu afu, nikishamaliza nitakurudishia. Inabidi pia wengine wa wabaki hapa ili kuhakikisha hii hali inayoendelea inatokea. Kama nitafanikiwa basi nafikiri labda nitatumia kama masaa sita. Akamkabidhi kitambulisho akamwambia kuwa makini, uko unayokuelekea si salama sana. Uko barabarani. Basi akaondoka. Mimi navyomwona hii kae rafiki yako si mtu mzuri. Inakuwaje bado unaendelea kumsubiri? Umeona alivyowaua Nataka nikuulize jambo muhimu sana. Ah, Ah, unataka kuniomba nikusaidie sio? Unajua. Ninajua kama mimi na Boa na Kira. Lakini si mbaya kama ukieleza. Kwa nini sasa umeanza kukasirika? Mimi mimi siwezi kukukasirikia. Mm, unajua mimi katika moyo wako ni kama deki tu. Tambara bovu. Ah, mwanzo nilisema hivyo kama utani tu. Wewe ni mrembo sana, ni mtu mmoja una roho nzuri. Nikikaa hivi karibu na wewe tukaanza kuongea mambo yetu, mambo mengine yote yanakuwa yanawezekana. Tuelewane basi jambo moja. Acha kuongea maneno mazuri kana kwamba unajua unachosema. Kama unataka msaada wangu, basi nitakupa lakini kwa masharti. Ah, isiwe tu kwenda kuuza makaroti uko sokoni. Mimi na wewe tutakuwa tunakamatana oh, mikono tunaenda popote katika mji tukishikana hivyo hivyo. <laughs> <laughs> Ah, basi sawa. Kama tutashikana mikono hata katikati ya mwili hilo alina tatizo. Eh, kitu gani katika eh? Tena? Akamnongoneza yaonesha, kuna kitu alichokiona, na pengine kitu hicho pengine ni cha muhimu sana. Kwa hiyo anatengeneza mazingira ambayo yatawezesha yeye kukipata hicho kitu. Wakati huo basi, Chuinon, pana mazingira fulani ambayo basi ameshayaandaa. Na kumbe kuna mlango wa siri wa, wa mahali fulani ambapo yeye anaweza kuingia e, ni kama kwenye kitanda chake hivi. Alafu anapotea. Inabidi tutafute mahali ambapo tutaweza kuizika yeye. Haya majeneza yalitoa jana na mtu mmoja anaitwa Chen. Amekubali kwamba atayauza kwa bei poa. Sasa sijui kama yatawatosha watu wote. Jamani, subirini kwanza, subirini kwanza. Hebu subirini kwanza jamani. Basi hawa walikuwa kubali mazishi ni yale ya kuwateketea watu yao. Unachukua majivu, kila mtu kwa nafasi yake atafanya, yani kama kuaga mwili kwa njia e, hiyo olela olela, vitu fulani. Kumbuka kuna hicho anachokitafuta huku akijifanya ni kana kwamba ana wadadisi dadisi pale na wengine hawakuelewa ni nini ambacho kinaendelea. Eh, sasa hicho kitu kiko wapi jamani, hicho anachokitaka huyu, maana amenituma muda mrefu. Mambo yameendaje? Nimeangalia miili yote kwa ukaribu sana, sijaona chochote. Basi mashambulizi ya jana usiku kidogo yako tofauti. Unajua si rahisi sana kuona kitu kama kile. Eh, kaeni kwanza hapo hapo hapo, msiondoke, msiende popote. Ah, wewe ndo Yika Ye. Wewe haya, ndo kaka yake, na na e, miss miss Ding Ding, sasa kuna kuna vitu inabidi tuongee. Inasemekana kwamba ulikuja katika mjengo umekula umekunywa. Afu jamani, kwani kuna shida gani? Huyu si mtu wangu wa karibu. Unajua unaweza ukawajibishwa kama utasumbua mdogo wangu, afu mwisho wa siku sitakuona mkubwa tusifike huko, pengine tunaweza tusielewane kwa swala ambalo mbalo alihitaji. Hata sisi ndo kwanza tumekutana. Hebu tuache kwanza haya mazishi yapite, mambo mengine eh. Wakataka kumpandishia? Jamani, nimeshasema mtu yote haruhusiwi kumgusa. Kwa kwa nini unamtetea? Kwa sababu mimi naye tayari tuko pamoja, ni wapenzi. Unasemaje? unamaanisha nini? Eh, mimi ni mtu wake unataka kumchezea mdogo wangu ngoja nikuoneshe. Eh, sasa huku hawa wana mind. Jamaa kule naye anaogopa. Binti anajitahidi kumtetea jamaa kule Israel, lakini angalia sasa. Wakati huo wako wengi, kwa hiyo ikabidi wapambane sasa, ni mapambano sasa. Wakati huo bado hawajamalizana hata na masuala ya msingi, lakini angalia kinachotokea na hao jamaa. Cha ajabu hawatembei na mapanga, kuna aina fulani ya silaha zao ziko kama miti miti hivi kama, ndio staili ambayo wao wanaitumia kufanya mambo yao. Sasa pale pakawa pa moto kweli kweli. Angalia, ikabidi ikafika wakati Ye Kai akajaribu kuruka kutoka pale alipokuwa mpaka chini. Sasa hii kama ikamsaidia hivi, akateremka mpaka mbali kabisa chini kule. Lakini wale jamaa walipoona jamaa amefanikiwa, nao akamfuata. Sasa kaka ndo ametoa amri kwamba inabidi wamalizane naye. Huyo na yeye, basi binti hakuwa mbali. Akatimua mbio akawaacha pale huyo, huyo. Sasa angalia alitupa nguo lakini kumbe yeye alikuwa amejificha jirani hapo. Sasa brother kumbe alikuwa ameshaona wapi alipojificha, akamwambia, unadhani ingekuwa rahisi kutukumbia sisi? Lakini taarifa ndani ya mji ambazo sasa zimerindima kila kona ni kuhusiana na hayo mauaji yaliyotokea. Chuinona akawa ameelekea mpaka mpaka kwenye kasi. Ina maana Chuinona umesahau kwamba uruhusiwi kuingia huko kirahisi rahisi tu, umekuja kufanya nini nini? Akamwambia, niambie wapi walipojificha. Wewe unamaanisha nini? Usilazimishe mimi kutumia silaha hapa, nikihesabu mpaka tatu, ijalishi tuko kwenye hali gani, kimbia hai, basi acha nione hao watu wako wataweza vipi kubishana na mimi. Akatoa kitambulisho chake kile, akasema leo inabidi niingie hapa, lazima nikaonane na bosi moja kwa moja. Hasa kile ni kitambulisho ambacho kinamuhusu kamanda mmoja mkuu wa juu kabisa, ambacho mwanzo alikuwa anakimiliki yeye, alafu akampa tena jamaa, na sasa hivi ameirudisha tena kwenye mikono yake. Sasa anamwambia, uh, waelekee mpakani. Wakauliza sasa kwa nini tuelekee mpakani? Kuna mtu ambaye anaua watu, na si mtu wa kawaida, anaua watu kwelikweli ni master of show

Sasa waambie unajua, wewe u meshatusababishia mambo mengi sana. Sisi imefikia wakati hakuna kitu tunaweza kufanya. Sema, bosi shawe. Kwanza asante sana kwa nia yako njema. Mm. Eh, juu ya kitu. Najua hata hivyo unajisikia vibaya tumekufunga hapa. Lakini labda wewe pengine utatusaidia. Ah, niwasaidie kwa kitu. Hata mimi najisikia vibaya sana kwa yanayoendelea. Natamani ningekuwa na mimi nimetulia saa hizi na kunywa mvinyo. Hebu subiri kidogo. Walipokuwa wanaangalia nani anayeongea. Aliyetokea pale ni brother yake na bibi yake, sasa Miss D. Tumeshajua kwamba huyu jamaa anashirikiana na Fu Hongxue. Kifo chake kitakiwa kuwa rahisi cha, cha rais namna hii. Mbona mimi niko tayari tukunywa. Nafikiri kama mngeniachia hapa ningewasaidia ni jinsi gani ambavyo mnaweza mkampata. Mchizi yule ana mazoezi sio ya kawaida. Hamtawezana naye. <tiple> <tiple> Wala hata usichanganyikiwe. Kuna baadhi ya vitu vingine inabidi vifikirie mara mbili. Fu Hongshi shua kile hapa tunajua kwamba anaweza kuleta matatizo. <tiple> Lakini sisi tuko tayari kupambana. <tiple> <tiple> <tiple>

Chuinong amerudi tena kwa kiongozi wa, wa, wa, wa wanajeshi wetu wote. Nong, kwa hiyo yeye amewaambia kitu gani? Amesema kwamba etu, tusibaki pale. Akawaambia, ebu semeni. Ametutuma twende mpakani kumuua Fu e, Fu Fu Hongshu. Hongshu, Hongshu. Hmm? Mwanamke aliposikia neno yao. Kama akirudi tena hapa. lazima, wa hapa, lazima wa jua, watu unajua wetu wengi sana. Yule jamaa atakuwa na uwezo wa juu sana. Ni yote chomba wao. Yaonesha wengi, watu wengi wetu tulishindwa kupigana naye. Wa dobu kwa. Mimi binafsi naofia kwamba sitaweza kupigana naye. Au wewe utamweza? Iwa kaya. Fu Hongxue yi kou xi sha lu men 20 duo ren. Yaani ukiangalia kwa haraka haraka jinsi alivyotuua wengi, wengi, oh, hmm, kwa haraka haraka na kwa muda mfupi. Tunashuhudia shamba. Hii inaonesha kuna dalili mbaya. Bu... Huyu Fu Hongxue atakuwa na wazimu huyu. Yeah. Wote tulikuja hapa kwa ajili ya kuhudhuria harusi. Hatuhitaji tena kupambana na huyu mjinga. Unamaanisha nini? Kwa sasa kuna majambazi wengi wamelipwa kwa ajili ya kumtafuta na kumuua, hiyo ndio kazi watakaoifanya wao. Sisi inabidi tufanye mambo mengine. Yani kweli mmewalipa watu pesa kwa ajili ya kwenda kumuua Fu Hongxue? Eh, ndio. Nafikiri hilo ni wazo zuri, si wazo baya. Kwa mtu mkorofi kama fulani. Lazima tuangalie mtu sahihi wa kudiliana. Hii ni vita ya wenyewe kwa wenyewe. Hebu nikuulize, eh, ni mtu mwingine yupi ambaye anaweza kalifanya ile jambo likawezekana? Akatajwa mtu anaitwa Lucio Jia. Huyo Lucio Jia anaonekana ni mtu mmoja ambaye ana uwezo, upanga wake unafanya kazi kwa haraka sana. Huyo ndo anaweza akatusaidia, ni mtu mmoja ambaye anatokea katika ngome yenye nguvu sana. Haya basi, ikiwa vipi, tumfahamishe yeye yeye yeye, alafu atatusaidia. Nafikiri na nafikiri yeye ndo mtu ambaye anaweza akadiri na Fu Hongxue. Nimesikia pia aliwahi kuja hapa akakaa kwa kwa muda mfupi tu, mpaka mpaka labda kesho kesho jioni atakuwa ameshafika, taarifa ikimfikia mapema. Kwa hivyo, ina maana mpaka kesho tutakuwa tumemalizana na Fu Hongxue. Na kama hajajitokeza, sasa nifanyeje? Labda lodge, wala usije. Eh, kuhusiana na huo, hilo jambo tumeshalijadili itaisha. Tumemchagua mtu mmoja tu ambaye ataweza kupambana. Sasa umeonaje? Bosi Shaw akasema, hili ni jambo zito jamani, msilichukulie kwa wepesi. Inawezekana hili ni jambo ambalo mm, nyinyi mnaliona ni la kawaida, lakini zito sana. Eh, sasa wakati huo pia walipam, walipanga yale masanduku yaondolewe pale kwa sababu yalishakaa muda mrefu. Sasa moyo wake hauna raha, na anajiuliza kwamba basi kama brother hii angekuwepo hapo angechukua hatua ya kufanya ni kitu gani. Sasa wakati anawaza hilo tunaona Chui Non naye anawasiliana na wenzi kuna habari nzuri na mbaya, akamwambia nianze na ipi? Haijalishi. Ah, nini kinachoendelea. Kuna wanajeshi wengi sana wameshakuja na wanaonekana kwamba wanamwinda jamaa. Tuko katika nyakati ee, mbaya sana, lolote linaweza likatokea. Basi tutakutana tena kwenye episode inayoendelea 23, na kuendelea. Wewe cha kufanya tu zingatia kusubscribe, like, comment, share, burudani lazima iendelee. Mimi niko tayari kukupa kila ambacho kinakufanya utabasamu. Wewe unachohitaji ni kuhakikisha uko na mimi sambamba. Namba ya simu iko kwenye skrini yako mara kwa mara, itumie ikiwa unahisi kwamba basi unahitaji kuwasiliana na mimi kwa habari labda ya kutangaza biashara yako, ama unahitaji biashara labda pengine kununua YouTube channel, ama kuna uwezekano pengine labda channel yako imewahi kuhakiwa na ungehitaji ipate msaada kurudishwa. Kwa hiyo basi wasiliana na mimi kwa habari zinazohusiana na sinema na mambo mengine, kwa namba ambayo unaiona pia katika skrini yako. Ikiwa bado hujawahi kusubscribe katika ukurasa huu, fanya hivi leo, hiyo itakuwa basi umefanya jambo la muhimu kabisa, e, kusubscribe katika ukurasa wetu wa YouTube. Mengineyo nitaendelea kukuambia taratibu, taratibu kuhusiana na mambo kama membership na vitu vingine. Yote hayo basi nitawasilisha kwako wakati wote. Asante kwa wakati wako, tukutane kwenye episodi ya 23.